Watumishi elfu moja sabini na mbili wamepata promotion. Mbali na promotion, watumishi elfu moja sabini na mbili karibia nusu ya watumishi wote wa manispaa ya Moshi. Lakini na sasa kipo kilio cha watumishi wa umma, nayo ni malipo ya malimbikizi ya mishahara. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo furaha kukuambia kwamba sisi watumishi wa manispaa ya Moshi wote ambao walikuwa wanadai wameshalipwa na wengine wanaendelea kulipwa. Makofi kwa mheshimiwa rais. Naomba niwapongeze sana management ya manispaa ikiongozwa e na mkurugenzi mtendaji, mkurugenzi mahiri, mkurugenzi mbunifu ambaye ameamua ame kutukusanisha hapa jioni ya leo. Huyu ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajali wafanyakazi anawajali wa Tanzania na kwa jinsi mlivyonionyesha mlivyonionyesha kwenye shughuli hii, sina sababu ya kuwasisitiza jambo lolote. Wafanyakazi wa manispaa wote mpatao elfu mbili na mia mbili hamsini, sina mashaka kwamba nyie ni wapenzi wa Daktari Samia Suluhu Hassan raisi ambaye anasikiliza matatizo ya wafanyakazi. Miaka mingi mlikuwa mjapandishwa vyeo. Leo mkurugenzi anasema 1072 wamepandishwa vyeo na wengine wanaendelea kupandishwa. Daktari Samia Suluhu Hassan amelipa malimbikizo ya fedha zote ambazo wafanyakazi walikuwa wanadai. Waliobaki ni wachache, wataendelea kulipwa. Sasa mimi rai yangu, wafanyakazi wa Manispaa, rai yangu kwenu Usione shida wala usi, usibabaike wala usipepese macho. Mtu ambaye anakufanyia kitu kizuri unatakiwa na yeye umfanyie kitu kizuri kwa hiyo, anatufanyia kitu kizuri ni Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hiyo, niwahakikishie wafanyakazi wote, uchaguzi wa mwezi Oktoba ambao tunakwenda kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan utakuwa wa amani na utulivu mkubwa sana kwenye mkoa wa Kilimanjaro. Hongereni kwa shughuli nzuri mkurugenzi, asante sana na meya na madiwani kwa kutualika kwenye shughuli nzuri hii ambayo kwa kweli hata mimi sijapata kuiona, ndio naiona mara ya kwanza katika kipindi changu cha mwenyekiti wa vipindi viwili. Hii ni mara ya kwanza kukutanishwa na watumishi wa halmashauri wa kada zote. Hili ni jambo zito, nipongeze management kwa kubuni kitu hiki. Kwa kweli ni kitu kizuri, mara moja kwa mwaka watu kukutana na kusosho